Mkuu wa mkoa wa Iringa amefanya ziara ya kukagua miradi ya maendeleo. Baadhi ya mataifa ya Afrika yakemea kukamatwa kwa rais wa Venezuela. Na katika michezo na burudani, Utebo yaibua fursa mpya ya ajira kwa vijana mkoani Iringa. Habari mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Hamid Buna. Mkuu wa mkoa wa Iringa Herry James amefanya ziara ya kukagua miradi ya maendeleo ya sekta ya afya na elimu inayotekelezwa na halmashauri ya wilaya ya Kilolo. Mwanahabari wetu Dickson Sanga ana undani wa taarifa hii. Akizungumza katika ziara hiyo ya siku mbili, mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Herry James amesema amefurahishwa na kasi ya ujenzi wa miradi ya maendeleo ikiwemo shule mpya ya awali na msingi na kutaka miradi hiyo ikamilike kwa wakati. Kwa kweli nataka niwashukuru kwa dhati wananchi wa Kitoo na Kilolo kwa ujumla kwa namna ambavyo mmeshiriki kikamilifu kwenye maandalizi ya shule hii, namna ambavyo mmeshiriki kusafisha eneo, namna ambavyo mmeshiriki kutoa michango yenu, maji yaletwe, namna ambavyo mmeshiriki kuleta tofali, na kwa kweli jipigieni makofi mengi mengi mengi mengi. Naye mwenyekiti wa halmashauri ya Kilolo Rashid Nzelemela ameomba wananchi washirikiane na uongozi ili kuhakikisha ujenzi wa mradi hiyo inatekelezwa kikamilifu. naomba tushirikiane sisi tumejipanga mkuu wa mkoa akija, tuwe tunashangiliwa badala ya kukemewa. Kwa hiyo wananchi, kwa kiasi hicho, tunapojifunga mkanda kuna maumivu kidogo, lakini watoto si wa kwetu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi nikushukuru, ziara zako zinatupa moyo na zinatufanya tuendelee kuwa hai. Mwenyekiti wa kijiji cha Kitoo Aristotle Samson Katonga amezungumza namna miradi mbalimbali inavyotekelezwa ikiwemo miradi ya vituo vya afya chini ya uongozi wa mkoa. Na niseme tu hajatuona kwenye hili tu ametuona kwenye hili lakini ametuona pia kwenye zahanati ya kwetu tumeingiziwa milioni 60. Nimshukuru sana mkurugenzi wa wilaya ya Kilolo. Ni mkurugenzi ambaye niseme amekuja kwa namna nyingine. Mimi nimeingia madarakani nilikuta zahanati yetu miaka kumi na tatu bado ipo kwenye, kwenye rinda, lakini kwa miaka hii michache kwa namna moja au nyingine tumeweza kusaidiwa ni katika ziara ya mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Harry James ambaye ameifanya hapa e, wilaya ya Kilolo, na hapo kesho anatarajiwa kuendelea na ziara hii. mimi ni Dickson Christopher Sanga na hii ni UoI Digital. Mwenyekiti wa sherehe ya kuwakaribisha wanafunzi wa mwaka wa kwanza Humphrey Musa ameeleza walivyojipanga katika kufanikisha sherehe hiyo. Mwanahabari wetu Mahmud Ali anaundani wa taarifa hii akizungumzia swala hilo Amesema wamejipanga vizuri kufanya sherehe kwa kuandaa michezo na burudani mbalimbali zitakazopamba sherehe hiyo. Sherehe yetu tumeandaa mambo tofauti tofauti ambayo yanaweza yakafanya sherehe yetu ikawa nzuri. Kwanza tumeandaa mashindano ambayo yatafanya ili kuleta umoja na ushirikiano katika masomo yetu ambayo yanaendelea katika idara yetu. Pili tutakuwa tuna events tofauti tofauti zitakazofanyika ndani ya ukumbi ili kuweza kuchangamsha. Kwa hiyo tunaomba sana watu waweze kuchangia. Michezo ni furaha, lakini pale tunapokosa kushiriki inakuwa tena sio furaha. Kwa hiyo tunaomba sana sana watu waweze kuchangia michango kwa ajili ya sherehe yetu. Kwa upande wao wa mwaka wa kwanza chuoni hapo wameelezea namna walivyo na furaha huku akiwa na matarajio mbalimbali kuelekea siku hiyo. Ukiniuliza mimi nimejiandaaje na sherehe hii, nitakwambia nimejiandaa vizuri na ninatamani na ninawishi hiyo siku na mimi ni furahi, e, ni enjoy jinsi gani, au namna gani nitapokelewa, namna gani nitap, nita, nitakubalika na hiki chuo, ya hivyo, yeah, furaha yangu na mategemeo yangu makubwa kwenye Welcome Festia ni makubwa sana kwa sababu nategemea kukutana na watu wengi zaidi na kujuana nao kubadilishana nao mawazo pia ni sehemu ya burudani kwa hiyo nata, natarajia makubwa sana kama ilivyo kawaida uandishi wa habari ni sehemu ya furaha na sherehe tukutane tarehe 17 Januari 2026 Nikiripoti katika viunga vya multipurpose, ni mimi Mahmudu Ali wa UoI Digital. Taarifa yake Mahmudi Ali inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa zitakazoletwa kwako na Grace Matiku. Baadhi ya mataifa waungana na watu wa Venezuela kuandamana kukemea kukamatwa kwa Rais wao Nicolas Maduro. Kiongozi huyo wa Venezuela Nicolas Maduro yuko chini ya ulinzi wa Marekani baada ya kutekwa, kufuatia mashambulizi ya vikosi vya jeshi la Marekani mjini Caracas. Watu wengi waandamana barabarani kwa kushikamana. Hii ni kutokana na msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, mheshimiwa Lavina Shamdasani amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba hakuna taifa ulimwenguni linapaswa kutumia vitisho au nguvu dhidi ya taifa jingine kama ilivyo kwa Marekani na maandamano hayo yameeneza katika jijini Caracas huko Venezuela yakiongozwa na baadhi ya viongozi wanasiasa, lakini pia viongozi wa kijeshi. Hii ni kwa sababu ya mashambulizi yaliyofanywa na watu wa Marekani dhidi ya Venezuela na kukamatwa kwa Nicolas Maduro. Mwishoni mwa wiki hii yamekosolewa na viongozi mbalimbali mbali kutoka barani Afrika, imetoweka amani katika mji wa Venezuela. Hii ni baada ya watu kutoka mataifa mengine kuungana na raia wa Venezuela wakiandamana katika pande za mji wa Caracas huko Venezuela. Raia wengi wajitokeza kuilaani Marekani, hususa kutokana na maamuzi ya kiongozi wao Donald Trump. Asante sana Grace, kwa habari hiyo, mtazamaji. Na sasa ni wasaa wa habari za biashara na uchumi zinazoletwa kwako na Silvia Chalamila. Wafanyabiashara viazi mkoani Iringa wameeleza changamoto wanazokumbana nazo katika biashara hiyo, kutokana na bidhaa hiyo kupanda bei, kupanda bei kwa sababu kuna wageni wanakuja kutoka Kenya, Uganda, Malawi wanakuja na runua

Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni wasaa wa habari za michezo na burudani zikazoletwa kwako na Manasse Samson. Nikusii endelea kuwa nasi <muchasounding> Mchezo wa prutebo umeibua fursa mpya ya ajira kwa vijana wa mkoani Iringa kutokana na faida za mchezo huo. Mmiliki wa prutebo kutoka Semtema mkoani Iringa ameeleza sheria za mchezo huo na namna unavyochezwa. Pia sheria mpya ni kwa mfano mtu amecheza mpira haja gonga cushion au cushion, tunaposema cushion ni kitu ambacho mtu ambaye atashika white na atacheza mara mbili. Nao wachezaji wa mchezo huo wameeleza faida na hasara za mchezo huo.

vijana wengi pamoja. Shukran Manase kwa habari za michezo na burudani. Mtazamaji, kwa kufunga taarifa ya habari, tupate msamiati wa leo. Naam, natumai umzima kabisa mpenzi mtazamaji wa iDigital. Karibu katika kipengele chako pendwa kabisa cha msamiati wa leo. Na leo tumekuandalia neno zizima. Wewe unaelewa nini ukisikia neno hili zizima? Eh, tuko tukatazama wanafunzi wa chuo kikuu cha Ilinga wajaribu kutuelezea, e, wao wanaelewa nini au wanafahamu vipi msamiati huu wa neno zizima? Neno zizima, ushaikusikia msamiati au aina hiyo ya neno? Yani, naisikia lakini sijapata kuelewa vizuri. na sema mbona napataga asimia kuwa kwenye uandishi wa habari, lakini siufuatilii sana. Basi yeye analisikia, unalisikiaga mm, kwamba labda mtu alizizima alifanya nini? Unaweza kutuelezea kwa namna unavyosikia, unaelewa nini kusikia neno zizima mm. sasa zizima analisikiaga, sema tu manake sijui na mpenzi mtazamaji wa digital umeweza kuwatizama wanafunzi baadhi ya wanafunzi wa Kikucha Iringa wakijaribu kutupa maana halisi au wakijaribu kutuelezea wao wanaelewa nini au wanafahamu vipi eh, juu ya msamiati wa neno zizima. Wengi wao wameshindwa kabisa kuelewa eh, maana halisi ya msamiati huu. Neno zizima maana yake ni kwamba ni kitendo eh, cha kupigwa na bumbu wazi au mshangao mkubwa unapoona kitu. Mimi nataka ni kuacha eh, na eh, sentensi semayo nilizizima e, baada ya kumwona Faijika akiwa nakimbia. Langu jina naitwa Karimu Yasin, UoI Digital, twabariki kidijitali. Nami na kuacha na sentesi isemayo jioni alipata zizima baada ya kukutana na Rahma. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Hamid Buna, asante na kwaheri.